Yeah, asubuhi tuliwaonyesha hali na mazingira ya jiji la Luanda hapa Angola, namna ambavyo huwa inakuwa. Na sasa hivi ni majira ya saa mbili saa mbili, usiku kwa saa za huku eh, Angola, ambapo kwa Tanzania ni kama saa nne za usiku. Kwa hiyo tunakuonyesha sasa baada ya kukuonyesha asubuhi hali ambavyo huwa inakuwa, na sasa hivi ni usiku majira ya saa mbili ya na hii ndio mitaa mbalimbali ya jiji hili la Luanda hapa Angola. Hii ndio hali e, tumetoka kwenye moja kati ya hoteli kubwa kabisa five star hoteli inaitwa Intercontinental, na sasa hivi tunakata mitaa mitatu wona mazingira namna ambavyo usiku inaonekanaje. Eh, watu wa Angola hapa Luanda, hapa ndio Dar es Salaam ya jiji hili ya nchi hii ya ya Luanda. Ikapilika si mingi sana, misongamano ya magari pia si mingi sana, hata kwenye maeneo ya pembezoni pembezoni barabara zile parking ambazo zisizokuwa rasmi nazo si nyingi sana. Hali hiyo inafanya barabara zao kidogo hata hizi za mitaani kupumua, sio in yani, hazibanani sana kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia katika baadhi ya maeneo ama nchi zingine. Kwa hiyo kwa dakika chache na kutembeza na utatazama sasa Luanda usiku inaonekanaje. Tuende tuitazame hali ya usafi kama ambavyo tuliona asubuhi, na sasa hivi ni usiku saa mbili, hali iko vile vile. Kweli wanajitahidi sana kwenye swala la usafi wa mazingira. Sio kwamba mchana pengine watu walipitapita wakachafua chafua, basi jioni machafu, hapana. Hali ya usafi kwa wenzetu wanajitahidi sana, na wanajitahidi kuiweka jiji lao kwenye hali ya usafi. Nasema keep your city na slogan ya keep your city clean, na city kwa kweli na inangaa kama hivi. Sasa hivi ni usiku, lakini taa za barabarani zinafanya barabara zao zionekane vizuri, na barabara zinaonekana vizuri, kama hazina uchafu mwingi, ama hazina uchafu kabisa kama hii yani. Lakini msongamano ya magari katika mitaa ama barabara za mitaa, nayo ambaye yeye mwenyewe anaweza kuikadiria kulingana na chombo chake. Hii ndio Luanda by night tunakutembeza, eh, imitulia kabisa, wakati ambapo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo akiwa ameingia kwenye siku ya pili ya ziara yake hapa, wananchi wanaheshimu kabisa na wanafurahia hali ile ya wakati ambapo msafara pengine wa toka sehemu moja wanakwenda sehemu nyingine kwenye ziara na basi wananchi wanavumilia kuanzia asubuhi, mchana na mpaka sasa hivi saa mbili kwa saa za huku Angola, lakini kwa huko Tanzania ni saa nne kwa sababu Afrika Mashariki pamoja na huku Angola tumepishana masaa mawili, maana sisi tuko mbele kwa masaa mawili na wao wenzetu wako nyuma kwa hayo masaa mawili. Hii hapa ndiyo Anda by night. Endelea kutazama endelea kucheki namna ambavyo wenzetu wamepangilia mji wao barabara zao na mambo kama haya. Wanasema kutembea kusafiri ni kujifunza, na sisi tunaendelea kujifunza masuala mbalimbali, kama ambavyo nao wakija nchini kwetu, basi wanaondoka na mawili matatu ya kujifunza, na sisi katika ziara kama hii tunafahamu kabisa kwamba kuna mawili matatu ya kujifunza, sio tu sisi, lakini kwa sababu ziara hii mehusisha pia maofisa, viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa kisekta. Kwa hiyo kuna mambo ambayo wanayachukua hapa na kwenda kuyafanya uh, nyumbani okay. Na wao pia watakapokuja nyumbani, kuna ambao watayatoa kule watayaleta hapa. Hiyo ndo maana ya mahusiano ya kimkakati, mahusiano mazuri kabisa hii, yeah. Ndiyo Luanda Angola, na huu ndio mwonekano wake wa nyakati za usiku. Hali ya usafi inavutia kikweli. Barabara huwezi kukuta kopo, machupa, plastiki, ya plastiki yametupwa barabarani. Wanajitahidi sana wakazi wa jiji hili la Luanda kutunza mji wao katika hali ya usafi.